Msikilizaji, mpango wa usitishwaji vita kati ya Israeli na Iran uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump unaonekana kutekelezwa licha ya nchi hizo mbili kushambuliana siku ya Alhamisi, saa chache baada ya hatua hiyo kutangazwa. Victor Abuso na maelezo zaidi. Wakati hali ya utulivu ikishuhudiwa, viongozi wa Israel na Iran wote wamedai kushinda vita hivyo vya siku kumi na mbili. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema mashambulio ya jeshi la israeli nchini iran yalifikia malengo yake ya kuondoa hatari ya nchi hiyo kutengeneza silaha za maangamizi licha ya kudai kushinda iran imekiri kwamba mashambulio ya israeli yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 600 wakiwemo watoto 13 watu 28 kutoka israeli nao waliuawa baada ya mashambulio kutoka iran Wakati hayo ya kijiri, ikulu ya Marekani imekanusha madai kuwa mashambulio yaliyofanywa na ndege zake za kivita dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia nchini Iran wiki iliyopita hayakusababisha madhara yeyote. Rais Donald Trump amesisitiza kwamba vituo vyote vilivyoshambuliwa viliharibiwa kabisa na kukanusha ripoti zilizochapishwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari.